najua unajua lakini leo nataka nikujuze leo katika chukuo hiyo itakusaidia nataka nikusanue kuhusiana na moja kati ya watu ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana ya kuzalisha watoto wengi zaidi duniani katika mwaka wa elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tano anaitwa Ari Nagel almaarufu kama sperminator kutoka marekani yeye ni mwalimu wa hesabu lakini pia ni moja kati ya watu ambao wanatoa mchango mkubwa sana wa mbegu zake na jumla ya watoto ambao saa hivi ameweza kuwazalisha ni watoto mia 176 na, na watoto watano wapo mbioni kuweza kuzaliwa katika siku za hivi karibuni mwaka huu 2025. Njia ya kuweza kuzalisha amekuwa akitumia mbegu zake ambazo amekuwa akizitoa na wanawake wanazichukua kwa vikopo na kwenda kujipandikiza. Utajiuliza kuhusiana na vipi uhusiano wake yeye, mahusiano yake yamekuwa ni mahusiano ambayo hayaeleweki kwa sababu amekuwa na wake wengi, lakini pia amekuwa na wasichana tofauti tofauti ambao amekuwa akidate nao mahusiano yake yameonekana kwamba hayana historia nzuri, lakini mbali na hapo, utaanza kujiuliza kwamba huyu jamaa ebana, kazi yake alianza lini? Lakini ni kwamba katika mwaka 2020 mpaka 2025, takwimu zinaonyesha kwamba ameweza kuzaa watoto 176, na, na watoto hawa wameonekana kwamba wapo sasa hivi katika rika eh, tofauti tofauti, katika mataifa tofauti tofauti, na moja kati ya mataifa ambayo watoto wake wapo ebana, ni Afrika nao wameonekana kwamba watoto wake wengi wapo huko, baada ya kuweza kuchukua ebana mbegu zake na wanawake kwenda kujipandikiza. Yeye ameonekana ni moja kati ya watu ambao ambao wameenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii, baada ya kuonekana kwamba ni moja kati ya watu ambao wamesambaza mbegu zake katika mfumo wake mpya ambao wamekuja nao. Na katika siku hii ambayo ni siku ya kinababa duniani, tunaweza tukamheshimisha kwamba ni moja kati ya watu ambao wana mchango mkubwa sana kwa ajili ya kuweza kuzalisha watoto wengi zaidi na siku ya June mwaka 2025, yani ina maanisha ebana, mwezi huu ametangaza rasmi kuweza kuacha kazi yake ya kuweza kuzalisha spam na ameamua kustaafu sasa. Sasa hajatangaza itakuwa ni lini, tarehe gani, pengine labda inawezekana ni mwisho wa mwezi au ni siku hii ya leo hapo baadaye. Make sure subscribe kwa taarifa kadha kadha, chukua itakusaidia ini online digital chao chao